Karibu tena. jamii ya wa wafugaji ya wa Wasamburu imezidi kukumbatia mila ya wazee kutumia utumbo wa mbuzi kutabiri hali ya hewa na kuiwezesha jamii kujipanga. Na kama mwanahabari wetu Boniface Barasa anavyoarifu, utabiri huo umeingiliana na ule wa wataalam wa utabiri wa hali ya anga humo nchini, wanaotabiri kuwa maeneo ya Samburu kaskazini na mashariki yatashuhudia mvua ya vuli kipindi cha Oktoba, Novemba na hata Disemba, wafugaji sasa wakitakiwa kutahadhari. Ni wazee wenye uzoefu wa kutabiri hali ya hewa kwa kutumia mala ya mbuzi, wamo mbioni kufanikisha uchinjaji mbuzi kabla ya kuzamia shughuli hiyo pevu. Taratibu wanamchinja mbuzi na kupasua utumbo, kisha inakuwa zamu ya magwiji kubaini hali ya hewa kwa kuangalia mala ya mbuzi aliyechinjwa. Mchakato huo unafanikishwa kwa ustadi mkubwa. Tulipofanya utabiri yetu, tulipasua mbuzi kuangalia mara, kuangalia mara, na haya mara yametuambia mvua ni kidogo, na mvua inaweza nyesha kidogo na tena itashelewa, itaweza kuenda mpaka mwisho wa mwezi wa kumi. Cha kushangaza ni kuwa utabiri huo wa wazee unashabiana na ule wa wataalamu wa hali ya hewa. Oktoba, Novemba, Disemba, tumeona eh, ya kwamba mvua itakuwa uh, chache itakuwa chini ya wastani katika Samburu North na Samburu East. Samburu Central itakuwa uh, near to below normal. Tunaangalia weather vile iko, alafu tunaendelea, tunaenda kupeana uh, information kwa subcounties wetu ili watu waweze kujipanga. Hatua hiyo inaashiria nini kwa wafugaji na wadau afya? Ya wanyama itakuwa ni mzuri, lakini mbuzi wanaasa kuathirika na magonjwa. Ngamia lakini hawatafariki watakuwa. Kama ingekuwa mvua nyingi, kondoo, mbuzi, ngamia wangekuwa na magonjwa kuua It is actually anticipated that the county will drift to its alert phase of drought. That means the scarcity of water will be experienced. That means the body condition of livestock will also deteriorate. tutusaidia kufanya kujipanga kufanya planning na pia ku preposition commodities ambazo labda tutazihitaji katika ile hali ya kusaidia madhara ya kiangazi. Hatua ya wazee kutumika kutabiri hali ya hewa imezidi kuwavutia wengi. Watu wanaweza angalia haya yamejiri katika kikao cha pamoja cha wadau mbalimbali wanaoshughulikia majanga. Ni wazi kwamba wazee wana nafasi sawa kuchangia kwenye utabiri wa hali ya hewa ili kuiwezesha jamii kujipanga vilivyo kukabili majanga endapo yatatukia. Bonface Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Serikali